Ni katika kijiji cha Itagutwa kata ya Kiwele mkoani Iringa. Idadi kubwa ya wananchi wake hapa hujishughulisha na kilimo na ufugaji. Hali hiyo ilisababisha wengi kuharibu vyanzo vya maji kwa kupeleka mifugo pamoja na kukata miti hovyo ili kuchoma mkaa. Ma, vyanzo vya maji vilikuwa vinaingiliwa na watu ovyo ovyo. Sasa baada ya kuja mradi hapa kijijini na kuweka mizinga pale eneo lile la mlima Mosi basi uhifadhi na uoto ukadumu na, na baadaye ile chanzo cha maji kikawa kikatanuka, maji yakawa yatoka kwa wingi, na ndio sababu watambuzi wa wataalamu wa maji wakaja kugundua kuna maji mengi, kisa chanzo ni uhifadhi wa msitu. Ichia watu wa nyuki, tunatakiwa tuache mazingira ili nao vizazi vijavyo vitukumbuke, havitatukumbuka kwa kuharibu mazingira vitatukumbuka kwa kuacha mazingira ili na vyenyewe viweze kuishi. Hali hii ikawaibua baadhi yao kuunda kikundi cha Itagutwa Farming mwaka 2017 kwa kuanza kutoa elimu kudhibiti uharibifu huo, ambapo hadi sasa imegeuka kuwa fursa kwa kuwa na mizinga mia moja. Mwanzo kulikuwa kuna uvunaji wa miti, ukataji miti ovyo, uchumaji wa kuni, lakini baada ya kuhifadhi mazingira kwa kufuika mizinga ya nyuki pale umekwenda kuimarisha ule msitu hauingiliki, na hivyo vitu vyote vifanyike. Kwanza utawainua vijana, wataepukana na wizi, wataepukana na kukata miti ovyo kuharibu mazingira hmm. Na akipatikana anafanya vitu vya tofauti, kuna adhabu zake. Vijana wote waachane na uharibifu wa mazingira, wakajichotee hizo ruzuku. Kutokana na kikundi hiki kufanya vizuri, serikali kupitia Mfuko wa Misitu Tanzania tafu umewapiga jeki kwa kutoa ruzuku ndogo ya shilingi milioni kumi na lengo lingine ni kuwezesha na kugharamia uhifadhi, uendelezaji na usimamizi wa rasilimali misitu kwa kutoa ruzuku kwa vikundi na wadau wengine, kuongeza idadi ya wafuganyuki na mizinga elfu moja ikiwezekana 2025 na 2026 kuunda umoja wa wafuga nyuki kata ya Kiwere ili kuweza kulinda mazingira ya kupata mazao yake ya nyuki kwa maendeleo endelevu na vizazi vijavyo. Itagutwa Farming Group inatazamwa kuleta mageuzi chanya kwa jamii ya eneo hili kwa kuhifadhi mazingira na kujikwamua kiuchumi kupitia ufugaji nyuki. Muhammad Nyolingo, Azam News, Iringa.